Mashabiki wa Simba Sports Club walijua ndapigwa Benjamin Mkapa leo. Tamko limetolewa na Ahmed ari, viingilio vile vimefutwa kwa ajili ya mechi ya Simba Day. viingilio vipe vimetangazwa. Kwanza kuwema Shabani Mpira Pesa, kwema, nashukuru Mwenyezi Mungu, si wazima bweli wa afya kabisa. juhudi zimegonga mwamba, Shabani Mpira Pesa. Eh, kwanza ni wapongeza na niwape pole viongozi wangu kwa sababu wamepambana kuhakikisha mechi inachezwa hapa lakini la pili niwapongeze viongozi wa serikali. Nimemwona Mheshimiwa Waziri Profesa Kabudi, lakini nimemwona Naibu Waziri Mwana FA Hamisi Mwinjuma. Nimewaona wamepambana kuhakikisha mechi inachezwa hapa, lakini kila kitu kina, kina maamuzi yake. CAF ameamua mechi tukacheza Zanzibar. Sisi popote kambi tutaenda kupigana kwa sababu jeshi letu limejiandaa kwa mapambano. Sasa kama wanajeshi wamejiandaa kwa mapambano, huwezi kuchagua sehemu gani utaenda kupigana. Popote unaenda kupigana na kinachotakiwa ni kushinda. Kwa hiyo niwaambie Wanasimba tu kama tuliingia fainali kwa goli ambayo tulipata uwanja wa Amani Complex, na kombe tutabeba kupata magoli katika uwanja wa Amani Complex. Ana furaha Wanasimba Sports Club, milihali mlijua mechi ni Benjamin ni Mkapa, atoki mtu sasa visiwani Zanzibar, mechi ya nusu fainali mlilalamika Astere Bloch, atuji tena visiwani Zanzibar, sasa kafu amepeleka kule kule. Ubaya ubora utakuwepo, ama ubaya ubora unabaki Benjamin Mkapa. Furaha tunayo kwanza, tumeingia tume, tume fainali, lakini la pili unavyosema kwamba hatuna atu, furaha hilo ndo kwana, nakusikia wewe, Simba ina zaidi ya nusu na robo ya watanzania wanapenda Simba, wengine wako upande wa pili kwa sababu ya maslahi ya maisha tu, maisha yamewatandika wameamia, lakini wote ni Simba sasa unaposema hatuna at, at, furaha wakati watu wa amani walijaa kwenye mechi dhidi ya salbu ya South Africa nashindwa kuelewa, lakini hauwezi kulazimisha wote, lazima wafurahi. Watu wanasema kuna wengine hapa duniani wanaamini Mungu hayupo wa lakini asilimia kubwa tunaamini Mungu yupo. Kwa hiyo wapo ambao wanasema wana furaha hiyo, mimi siwezi kuwakataza, lakini asili wa, wa, waswahili wanasema wengi, wape? wengi wana support timu yetu kucheza sehemu yote, na ndio maana hata fainali ingechezwa jeli ya watu tungefurahi. Timu imeenda kucheza Morocco, tumecheza kwa sababu unapocheza mashindano kuna mechi za nje na za ndani. Sasa unaposema una furaha kati timu, juzi imecheza Berkane, na kuna mashabiki walisafiri zaidi ya mashabiki mia tano na tumeona wamesupport. Sasa leo mechi inachezwa kwenye ardhi yetu ya, ya, ya, ya Tanzania ila sehemu tofauti ambayo ni, ni Zanzibar, lakini ni Tanzania. Sasa kama wewe ufurahi tena, nadhani hiyo mi siwezi kukukataa, sababu kila mtu ana nafsi yake. Lakini mi ni sema tu jeshi letu, tuna tunaliamini na wanajeshi wetu wako katika katika, katika, katika kupigana. Kwa hiyo sehemu wote tutakapopangiwa, wanajeshi wanaenda kupigana vita, na msitu wa Zanzibar tumeuona. Una, una miti vizuri, miti yenye baraka iliyo iliyojaa tele. Kama tuliingia fainali kwa goli la John Chazawa, uwanja wa Amani Zanzibar, mpaka leo tunaja fainali, nadhani hata hii kombe tunaenda kuchukua kupitia uwanja ule wa Amani Complex. Ubaya uwe, utakuwepo Shabani, mwingi sana mwingi sana mwingi sana hmm. Tena ubaya ubwela Zanzibar, mpaka mwingine unamwagika na tutakaenda tukiondoka, kila mtu anaubeba mwingine kwenye begi anaondoka nao. Kwa hiyo ule ule kwa Zanzibar upo na hata mwingine tunaenda kujaza, lakini ni wakumbushe wazee wa Zanzibar wapo vile vile. Mbuzi Zanzibar nasikia wana shida, kwa hiyo kuna boti maalumu ishapita Bagamoyo, tunapeleka na mbuzi Zanzibar wanasema maboti yakaguliwe msimu kabeba mbuzi pamoja na wazee wafupi wafupi, kwa wataalamu wa Zanzibar ambao hawaogopi kutapika, so kama mijitu ya bara kama mijitu ya ya mwiko mwiko nyuma, kwa sababu jitu la bara mm, ukilipandisha kwenye boti, labda linakuwa anakuwa muoga mgeni anakutapika wale wa bara ambao hawajatembea. Kuna wengine wa bara wanazunguka, wanaenda Zanzibar, wanaenda Mombasa, wanaenda wapi, wana nani, wanatumia vyombo vya moto, wengine washawahi kwenda kusini kwa, kwa kutumia maboti hawashangai, lakini kwa asiye watu wa uh, ukanda wa pwani, si tunajua wale mbuzi wanapitia wapi kwa sababu kuna machaka mengi ya kufika Zanzibar, so mpaka pale bandarini kuna machaka mengi. Kwa hiyo machaka mengine tumepeleka kama mbuzi elfu moja mia sita na something new. na wazee wamesema bado wale mbuzi hawatoshi, tuongeze, ila siye mbuzi hatutumii kwa supu kama wanavyotumia wale watu wa bulebule. Si mbuzi tunatumia kwenye swala maalum kwa hiyo sisi swala la kupeleka mbuzi kule hiyo wala hatuna wasiwasi na tuambia hii fainali yetu na hii tunabeba kupitia Amani Complex shabani mshakata viingilio vya Simba Sports Club lakini meneja wa habari wa klabu ya simba management ya simba imesema viingilio vitatumika katika mechi ya simba Day viingilio vipi vimetangazwa sasa hivi simba mzunguko shilingi 10000 urusi elfu thelathini na VIP elfu hamsini. kwanza umeipokea kutoka katika viongozi wa simba tiketi kwanza kuuzwa uh, upya tena E, mimi kwa upande wangu nimeipokea nime, nime, nime, nime, nime kwa makundi mawili, swala la kutolewa viingilio kwa Simba Day kwanza nimeipokea kwa watu ambao walionizunguka na walioizunguka jamii ya Simba Sports Club. Simba ina upana sana. Simba ina kila aina ya watu. Simba ina mpaka walalahoi ambao wanatafuta hela zao kwa shida sana, wamepambana, wamekata tiketi Taasisi yetu ni kubwa, tunawaamini viongozi wetu wa klabu ya Simba. Walihamasisha watu wakate tiketi na kupitia chombo, chombo cha habari vyombo vya habari vya aina tofauti, lakini kupitia katika management yetu ya afisa habari wetu wa klabu ya Simba ambaye ndo msemaji wetu wa media, kipenzi chetu ambacho tunakikubali, alisema uwanja utachezwa Benjamin Mkapa na kila mwana mwanasimba akate tiketi. Tuliitikia wito, wanasimba ni watu wa kuitikia wito, watu wamekata tiketi. Lakini baada ya pale wenye, wenye mpira wao wameamua mechi iende kachezwe Amani Complex Zanzibar. Mimi nilikuwa naomba viongozi wangu katika hili watumie kidogo busara kwa sababu hili limewaumiza wengi. Kwanza kupeleka mechi Zanzibar watu nafsi zao zimeumia. Lakini la pili kitendo cha kuambia watu tiketi zao zitumike kwenye mechi ya Simba Day na lenyewe watu nafsi zao zimezimewauma. Niseme tu ukweli. Simba tunaenda kwenye mechi ya fainali. Midomo ya watu kwa maneno yaliyokuwa na chuki ni sumu katika maisha ya binadamu ni sumu kwa kila jambo. Ukiwa unasemwa na kila mtu kwa kitu kibaya, maisha yako haiwezi kuenda, haiwezi kuwa sawa. Lakini ukiwa unaombewa una, una kama timu yetu Mwenyezi Mungu alivyoishushia baraka ya Simba, tunaombewa na watu wa makanisa, tunaombewa na, na watu wa misikiti, tunaombewa na, na watoto yatima. Leo ionekane maombezi yale, wale wanaeomba, wengine wananung'unika, kwa nini wametudhulumu tiketi zetu viongozi wetu lazima wakae wa, wa, wa, wakitambua kwamba kuna watu wana tiketi za Simba na Yanga ziko mifukoni wamekata na mechi haijachezwa, lakini leo watu wamekata tiketi kwa sababu ya kuangalia mechi ya fainali ambayo walijua atachezwa Benjamin Mkapa, na hatukutangaziwa na wauni, tulitangaziwa na management ya klabu ya Simba kwamba mechi itachezwa Benjamin Mkapa. Kwa mahaba na mapenzi tuliyokuwa nayo na kuwasikiliza viongozi wetu, watu tumekata Leo nimemsikia Ahmed anasema tumekata zaidi ya watu elfu kumi na sita. Ina maana hayo ni mahaba, mechi ikiwa imebaki karibia wiki mzima uwanja, ina maana, baada, kusimama, tiketi elfu kumi na sita ambazo uwanja unaingiza watu elfu sitini. Ina maana baada ya lile zoezi kusimama, ndio maana tiketi zilisimama, lakini na uhakika mpaka leo zingekuwa tiketi zimeisha. Naomba waliangalie ili kwa jicho la tatu, kuna mwingine alipanga akaangalie fainali Benjamin, Benjamin William Mkapa au sehemu yoyote itakapochezwa, uwezo wa mtu kwenda wapi, hiyo ni, ni uwezo wa, wa, wa mtu kwamba nitaweza kwenda au si, si, si, si, si, tuweza kwenda siwapangie. Viongozi wangu najua wametumia gharama kwenye timu, wametumia gharama kwa, kwa kila swala, lakini waangalie na hawa nao watu ambao wametuzunguka sisi. Mimi leo tawi la mpela pesa sio dogo, ni kubwa pembeni yetu kuna mashina ya matawi mengine yanasikiliza kauli ya mpira pesa. Hata kama simba wanasema, lakini mwingine ili hakiki lazima akupigie we, kiongozi. Je, yeah, hili ni sahihi? Mimi nimepigiwa simu na watu aina nyingi, nimepigiwa simu na watu kutoka Mwanza, tumepigiwa simu na watu kutoka Mbeya, tumepigiwa simu na watu kutoka Malinyi, tumepigiwa simu na watu kutoka Ifakara. Je, yeah, mechi wapi? Kwa uhakika wa msemaji wetu na afisa habari wetu Ahmed Ally katuhakikishia mechi Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mtu wa ana hakiki kwa Ahmed lakini aamini zaidi anahakiki kwangu. Mimi namhakikishia nunua tiketi, mechi Benjamin Mkapa. Leo watu wa Ifakara wananipigia wanataka kujua mwisho wake uko wapi. Leo tunakuja kutangaziwa kwamba mechi haichezwi hapa, inachezwa zanzi bana, tiketi hazitumiki, zitatumika Simba Day. Matusi ninayoyapata kwenye simu yangu ya watu ambao niliwashawishi kununua tiketi ili uwanja ujae, matusi makubwa sana na wana masikitiko makubwa sana kwa sababu wengine walikuwa na uwezo wa kwenda Zanzibar na tiketi zao, wakaingia wakaangalia mechi lakini leo viongozi wametuambia tiketi tumikishe Simba Day. Mimi siingilii mamlaka ya viongozi wetu na siwezi kuamulia wao wanachoamua, lakini niwaambie wakae waliangalia hili kwa jicho la pili kwamba kuna watu ambao wamewazunguka katika klabu hiyo, na klabu hili haiwezi kuwa na nguvu isipokuwa hawa mashabiki walowazunguka. Sisemi kwamba mashabiki waichukie timu yao. Sisi tunaipenda timu yetu. Mimi mwenyewe navyokwambia hapa wametangaza Mechi Zanzibar, wametangaza tiketi zote hazifanyi kazi. Tiketi yangu nilishangata, kwa sababu sipendagi vurugu. Tiketi yangu nishaiua na naenda kufanya booking ya tiketi ya kwenda Zanzibar, kwenda kusupport timu yangu, na kila mwana Simba support timu yake, lakini waangalie mashabiki wao. Hii mara ya pili inatokea mfululizo, watu wana tiketi za Simba na Yanga mfukoni, watu wana tiketi za mechi ya fainali mfukoni. Hivi hawa watu ambao ni walala hoi, wanatafuta riski kwa nguvu na kwa jiwe, hasa kwa chuma, wanaipambania pesa tiketi leo wanashindwa kwenda uwanjani kwa sababu wanaambiwa asubiri Simba Day. Uhai wa mwanadamu unaisha kwa sekunde, hatuombei kama watu watakufa, mwingine kiu yake angalie fainali, unamwambia akaangalie Simba Day. Kwa kusema kweli, mi binafsi niko upande wa mashabiki wenzangu, niko upande wa wanachama, niko kwa watu ambao walikata tiketi kwenda kuangalia fainali, wangewaambia kwamba hivi tiketi zitatumika amani kwa atakayeweza kwenda, asiyeweza ampe ambaye ana uwezo, au asiyeweza kwenda tiketi yake itatumika kwenye Simba Day lakini mwisho wa siku tiketi zote wamekanseli, wametuambia tukate tena. Tutakata kwa sababu timu yetu tunaipenda, lakini mimi katika hili nizungumze ukweli niwe tu mwazi. Najua kuna watu watachukia, kuna watu watasema maneno, kuna watu watazungumza vitu vingi. Katika hili mimi niko upande wa watu ambao wamekata tiketi na hoja zao wanazonilalamikia, na matusi yao nimeyapokea, nime na vilio vyao nimevyopokea, nime na, niwaambie wanisamee mimi kwa kuwashawishi wanunue tiketi wakati mechi haichezwi hapa na wakati tiketi zile zimekufa, hazitumiki tena mpaka Simba Day, na hayo hayakuwa malengo yao.